Halo. Halo Sylvia. Yeah. Habari ya asubuhi? Nzuri sana. Naomba ongea kwa sauti jamani. Yes, kwa sana. Eh? Nzuri sana. Eh, mbona unaongea kwa sauti ya chini? Kwani kuna kuna mtu amekukosea? Hapana, huenda ni network. Oh, huenda mambo tunayona ni network eh? Yeah. Naomba ujaribu tu kuongeza sauti juu ili tukupate vizuri eh? Okay. Na hii SMS yako ya patanisho sijaelewa Sylvia. Okay, nilikuwa nasema. Mhm. Uh -huh. Nilikuwa nimeoneka tukakosana na mume wangu, hivyo nilikuwa nataka mu, kitu ya kwanza kama tunaweza rutiana, alafu kitu ya pili. Mhm. Tusame, tusameane na yeye tena. Oh, mlikosana lini? Hata tu kukosana ni ile tu alifika mahali, alikuwa ame misbehave sana, ni tuliachana 2014 mwezi wa pili. 2014. Yeah. Hiyo ni 2 years ago. Yeah. Eh uh eh. -huh. Sasa alikuwa wakati tu tulioana na hata mwaka alikuwa imeisha, sasa akawa amemisbehave kabisa na kuja na watu kwa nyumba mbele yangu, mpaka hata akiwa na marafiki zake tukiwa tunatoka anasimamisha watu mbele yangu. Sasa mpaka hao marafiki wake walikuwa anamuuliza kwani unaweza fanya ili mpaka mbele ya pipi yako, yeye hmm. mwenyewe anachipu akisema ya kwamba huyu anaanga maneno. Sasa akaendea na hiyo tabia hivyo akafika mahali akapatikana na Aka e. ugonjwa akapatikana na ugonjwa Eh, kwa hiyo tu mwaka mmoja hata haikuwa imeisha sasa, ndio nilikuwa nimejifungua hiyo mimba ya kwanza, tukaendelea kukaa na yeye, mimi nikiwa najiuliza, sasa huu mtu ni mgonjwa hapa hata anafanya hivi vitu yani, hakuwaje tu kuwa mtu mzuri mwenye anayeaminika sasa kupatikana na ugonjwa hivyo, nikamwambia basi kama kuna ugonjwa chumi ndienda hosi. Nikapima nikapima, nikapima nikapatikana sina. Nikawa na mimba nyingine pato nikaenda kuchifungua. Nikamwambia kama chua ni mgonjwa na ume, umeatibaisia chinzi ya kuishi, mimi sijui venye tunafaa tuishi na ni vizuri tuende hosi wote tupimwe. mm -hmm. hata mii nijue chinzi ya ku, kukaa. hakuwahi mm -hmm hakuwa hii nipeleka hosi nikakaa mpaka nikajifungua hiyo mimba ya pili. Sasa mi ikawa nimekatanisha uhusiano yangu mimi na yeye chuku sasa tukuwa tunaweza meet na yeye mm. -hmm. Mi nikakaa nikakaa nikafika mahali kujifungua, mtoto labda ni mkonjwa, unamwambia mtoto ni mkonjwa tumepeleke hosi, anakwambia hana pesa. Mm. Unamwambia una, anakataa, unamwambia unafika mahali unamwambia hata mtoto kutoka anundie manguo kabla azaliwa, sai ni mtu mkubwa tumpati si, si tumnundie manguo zingine, chizi zingine ni fupi hataki si. Sasa mi nikakosa kuelewa anataka aje? Mm. Kabisa mahali mi kapiti tu nitoke. Mm -hmm. Nikakuja nimekaa kaa nje, ndiyo alikuwa ananitafuta, lakini kunitafuta mi nashindwa tutaishi na yeye na hakuna siku tumai atu, nini, tumai fundisha jinsi ya kuishi nae, tue, ni mgonjwa, na yeye mkonja na nami si mgonjwa mm. hakuwahi hakuwaitaka hiyo kabisa. Wazazi wangu nikaenda kwao, mama ake akanifukuza kwa boma akisema anataka mcharuo anataka mm. Mi, mi nikatoka nikatoka na mtoto alikuwa, nikatoka tu nikaenda huko hivyo kwa kichaka kwanza nikakaa huko, huko nikatafuta watu wa kwetu, akanitumia saa nikatoka huko sasa. Papa akaniambia nikuje Nairobi Europe ndio mambo apatane naye waongeleshane. Okay, Husa, kwa hivyo kwa hivyo sasa hivi tunapozungumza, uh, Bi Sylvia. Yeah. Uko wapi? Unaishi na yeye ama uko mahali tofauti? Mimi siishi na yeye. Oh, huishi na yeye? Hmm. Na yeye ee, yuko wapi, uko wapi? Mimi niko Nairobi, yeye nadhani yako Gilgil ama Nakuru. Au unadhani yako Gilgil ama Nakuru. Yeah. Okay, na hamjakuwa naye kwa zaidi ya miaka mi, miwili. Tumekuwa tukipatana tu, anakuja kuniambia ya kwamba ni ruti ndio alinifuatilia akaenda mpaka kwetu, lakini hiyo mambo mi. Sasa akiniambia mi niende na yeye, ni mgonjwa mi si mgonjwa. Na okay, tuende tu, tupimwe tukaambie tutaishi na yeye. Na wewe sasa hivi unataka namna gani, kwa sababu umetuma SMS unataka mrudiane? Kwa sababu ananiambia anataka mtoto. Mm. Nilikuwa nataka kama tunaweza rutiana basi, mimi nikalee mtoto pale juu, sisi kupali, nikapea mwanamke ule mwingine, na ako na ugonjwa, anaweza sambazia mtoto wangu ugonjwa. Sikuelewi. Okay, unasema tayari ako na mwanamke mwingine? yeah. o oh. Kwa hivyo licha, uh-huh na ako na huyo mwanamke ni mgonjwa bado, sasa patale ya kumpea mtoto. Mimi nilikuwa nataka kama ni turutiane, hmm, alafu mimi nilee mtoto wangu na yeye endele kukaa basi, yeye akuwe na wake wawili. Mm -hmm. Okay, kwa mm hivyo -hmm. <laughs> Nataka kurudiana na yeye akae na wake wawili ule ambaye yuko mm -hmm. naye kwa sasa na wewe. Mm -hmm. Okay. Licha ya kwamba hata ni mgonjwa na mambo kama hayo, yeah. Okay, haya, wacha tumpige simu basi. Umenipatia nambari zake mbili sasa ni juu nitumie gani hii ya Safaricom ama ingine? Zote ni zake lakini kwanza tarifu Safaricom. Shikili hapo usikate simu eh? Hello. Eh, hey, Bwana Luke habari asubuhi? Salama sana. Eh, hey, mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Yes. Sijui so, kama mali huko unasikiza Radio Jambo ndugu yangu? Ah, sisikizi Radio Jambo. Lakini unaijua na umewahi kuisikiza? Eh, si, sijakuwa si, si, nikisikiza kwa muda kwa, kwa, kwa, nilisikiza last year hivi. Oh, last year. <laughs> Ndugu yangu nafaa kusikiza Redio Jambo. Una miss na miss mambo mengi sana nakwambia. <laughs> Sasa hapa hapa, eh. Redio Jambo kuna kitengo inaitwa Patanisho, eh. Na patanisho huwa tunajaribu kuleta watu ambao wamekosana pamoja wazungumze, eh. Na ikiwa inawezekana pia wasameane na warudiane, eh. Sasa kuna huyu mwanadada anaitwa Sylvia, eh. Ametutumia SMS akituambia alikosana na wewe na angependa kukuomba msamaha ili uh, mjue kama mnaweza rudiana ama itakuwa namna gani. E, ni nani anaitwa Sylvia, unamjua mm? Oh, unamjua eh? Namjua, unamjuala. E, ametutumia ujumbe, in fact hata yuko hapa kwa line. Bi Sylvia, hebu yeah. Omba msamaha basi kwa mzee, okay. Hello. Hello. <laughs> yeah. Hello. Halo, habari yako? Mzuri sana mm, mimi ni Sylvia, nadhani unanijua hiyo mambo yangu venye imekuwa ikinipeleka mbio sana, najua ndiyo watu uko sana, lakini kwa sababu tu ya mtoto naweza kutaka uruti, halafu tena nikuje tena, nilikuwa naomba msamaha sababu mambo yenye nimekuwa nikisikiza yote yamekuwa ikinipea stress sana kwa maisha. Sina amani na sina furaha, sababu hata juzi nimepikia nime, nilituma nime, mtu kwa madem, inasemekana ulisema kwamba nikitoka hapo nilipepa vitu zako zote, nimepepa mpaka mashini, ambapo mashini zilikuwa zangu na zilikuwa zimenunuliwa na mzee. Hiyo nilipepa, ndio nakubali, lakini haikuwa yako, kwa hivyo naomba msamaha. Alafu kitu ya pili nilikuwa naomba kama naweza ruti, ndio tulee mtoto pamoja, tusioni ni kama naweza pea mtu mwingine mtoto ale mm. Mm-hmm. Na sasa wakati nilikuomba turu, turudiane pamoja, wewe uwe ulikataa, nikachukua ni hatua ya kuchukua mke mwingine. Sasa wewe nita, ni, u, u, unajua kanisa na sheria zake, nitakaje na bibi? But, lakini tulikuwa tumeoana, kuna mpaka marriage certificate. Hata kama tulikuwa tumeoana, nilikuomba kwa miaka miwili nikikwambia turejeleane did, did, did I do that

Ukanifichia mtoto wewe naye ukanijifichia, nikang'ang'ana nika hiyo yote hata kujua uko wapi. It took me around one year and a half kujua hata uko wapi. How you came from your home to Nairobi I never knew, but but, but I just I just I just wanted to to, to have a glance at you at, at some time, nikuone tu peke yake. You, you denied me that chance to reach you. Sasa saa hii everywhere, wakati umesikia niko na mipango yangu, nataka kufanya vitu zangu, mke ndio huu nimeoa, hata nimepeleka mahali kwao na mambo kama hayo. Sahii ndio sasa unaang'ana hapa na pale tu turejeleane, sijui nini. Mbona hii hatua huku kuchukua mapema? na wazazi wa huyu msichana mali hatua nimefika saa hii nitawaelezaje? niko na mke mwingine, na ni watu wa kanisa, na mi unanijua pia nimeokoka Uh, uh, uh, what am I going to do. Unajua wakati ukipatikana uko na hiyo shida uko nayo, kitu ya kwanza tulikuwa tuende hosi. Nikakuomba kabisa kwa miaka mbili nikiwa nakuomba basi hata sisi wote tuende hosi tukapime, tuelezee jinsi ya kuishi. Ukikataa ukaa wewe peke yako, unachikinga unatumia nini, na mimi niko hivyo, sasa hiyo ndiyo inipea nini, hiyo ndiyo inipea stress mm -hmm. ikapitia sasa, siwezi kaa na wewe kabla tu tupimiane, tujue tutaishiaje There was no problem about that and, and that's why si, si kupanga safari kwenda kwenu. I make a step to go to go your home. I, personally niende nijue hata kama haiwezekani baina yetu wawili, wazazi wa watusaidie tusuluhishe, si ni kweli? Ni, nikaenda ni mpaka kwenu peke yangu. Mukapanga hata kwaje mimi kufika huko haijulikani huko wapi. Bab, baba yako nayo, wakati napanga haya yote, akaama akaenda Nairobi. N, mi nikaenda kwetu kama mjinga nikakaa kwa sababu nilikuwa ni najua ikizidi nyumba wazazi wanaweza tusaidia, ikizidi kuelewa na kwetu sisi wawili they can help us, kwa sababu hi, hayo miaka wameishi they can solve something to help us no? Unaona, but, but but you, you even told me you are pregnant my dear, you told me, nikakwambia wacha na huyo mtoto, hata kama ume, ume, um, um, umebeba mimba ya mtu kuja tulee huyo pia pamoja na yangu ambao umezaa. Did I told you that? nilikuwa ndio ukaniambia, hata sijui uko, uko, uko, uko, u, si, juu, uko na kuona hapa. Nikamwambia ni, mpe simu nimsalimie, lakini kama unaweza rudi nyumba yako, iko for 2 years, imagine, sikatai, lakini unajua wakati mtu umepatikana, all, all, all, all in all nilikuwa like, nimekuambia I love my child very much. Unaona? Uh-huh. Na hiyo kupenda kwake ndio nilikuambia and, and that's why sikujua mtoto ako wapi, sikujua wewe uko wapi, lakini I, I could still send you some money, u, u, ununue mmoja mbili tatu kwa mtoto. Sikujua hata ako wapi from 2014 February. I saw my ten last year in October. M, mtoto akitoka kwangu alikuwa anajifunza kutembea, nikakuta mtoto anaongea hata ametembea. Ukaniambia umempeleka sijui shule gani. From that time until today sijai muona na macho yangu hivi. La, la, la, la, lakini si, shilingi elfu moja elfu mbili elfu tatu elfu nne ninatumanga fu, ikusaidie. Unaona hiyo moyo ungekuwa, unge, unge na nini uniambia, hata hata hopst ya kunidanganya eti ati in, inawezekana in sasa fanya hivi na hivi you never told me anything. Un, unaniambia unafikiria for two years you are just thinking of it. Na mimi nakwambia niko mahali fulani niko na ruhusa tufanye hivi niko na nini tufanye hivi. You, you, you denied everything. Sasa mi, mimi hiyo maisha niliona singesimama nayo. I, I was burning in myself. I, I need somebody like a wife. Unaona, nikae na mtu anaweza enda hata naye kwetu nijihisi ni, ni mimi ni mwanaume niko na mke wangu, ndio kwa maana nitafuta huyu nikae naye ikifika hapa ndio, ndio sasa unaona umuhimu, umuhimu uko wapi? Wakati nilikuwa nakuomba hii yote ifanyike. Wa, okay. Kwa hivyo bwana, bwana Luke eh? Hello. Kwa hivyo nikikuelewa wewe ni kama ulikuwa ushachukua uamuzi mwingine na uko na mke mwingine unaendelea na maisha yako. Uh, uh, na kabla nifanye hayo nilimueleza. Na, na pia ukambembeleza kwa zaidi ya miaka mbili, nimekusikia ukisema hivyo. Two years tumembembeleza mpaka this year February last. mm -hmm. Uh, nilikuwa uh, uh, kazini hapo Nairobi and I met this lady severally and we talk too much tukaongele to, lakini ni ni mtu kama ye ni mtu ni kama mimi kwa akili yangu nikaona yenyewe hii miaka miwili nimekuwa nikimbembeleza, huyu ni kama ni, aliridhika mm -hmm. ni, ni mm -hmm. ni na maisha venye anaishi sababu huo ndio wakati hata mimi nilijua kumbe mtu alikujanga Nairobi na naishi. Mimi sikuwajua hata huko, imagine you are communicating with somebody on a phone, you don't know where she is, hata juu ana, anaishi aje. No call from anybody anywhere, they don't pick my call also. But but, but sikukufa roho bado mm. Niling'ang'ana naye kumtafuta hata hii ilifika mahali mm -hmm. Achukui hata simu zangu wala nini, lakini mwishowe akaanza kuchukua hiyo, ikanipea hopes pe, pengine anaweza fikiria tu turejeleane tu tuishi maisha yetu, lakini for two years nothing positive happened ya between us. Unaona, okay, na na nilimwomba msamaha mimi mwenyewe kwa yale ambayo nilimfanyia ambayo na nyumba ni hivyo ndiyo nyuma isimami makosa ipo okay Bi. Sylvia uwendi yeah. Kawa sasa maisha yamekulemea na, na ndio maana labda unataka kurudiana na huyu uh, ndugu yangu huyu Bwana Luke ama ni unataka ashughulikie mtoto ama namna gani? Kwa sababu anasema alikubembeleza kwa miaka miwili lakini ikashindikana. Ndio kunitafuta kuni, alikuwa amenitafuta lakini unajua, shida ilikuwa ni venye uko mgonjwa, namwambie tuende na mii tupime ndio tujue tupi, chinzi ya kuishi akutaka mm. Alafu kwenda tukokuwa wenya eya anasema hivyo niliokopa, sababu wakati nilikuwa na hiyo mimba ingine alikuja na wanawake fulani kwa nyumba, wakasema ya kwamba hata nikizaa mtoto siisi lea, unaona mm. Na ukweli nilizaa mtoto na hasi, kulea alikuja akakufa. Kuzaa huyu mtoto wa pili nikamzaa vizuri nikalelea karibu one week, nilikuwa na msichana wao kwa nyumba. na huu au watoto au watoto wawili ambao unasema huyo mmoja ambaye aliaga na huyu mwingine, ni mimba ya huyu Luke ama ni mtu mwingine? ni yake ni yake tu, ni yule huyu bwana Luke. mhm mm. Sasa uh-huh. huyu mtoto wa pili kuzaa nikamwambia ya kwamba mm. Tulikuwa na yeye akatoka akaenda, lakini nilikuwanga na msichana wao kwa nyumba. Sasa ku-kwenda nje nikapata huyo msichana wao amemwakililia huu mtoto maji, na ako one week amemwakilia kwa mtomo kama pakamahali, amelala ni maji. Nikampigia simu nikauliza kwa nini wana huyu msichana wenye anapea mtoto maji, akaniambia kwamba sasa mimi sijui. Nikauliza msichana akasema mimi h-na kitanda yote imeloa. Imagine mtoto ako kwa maji na ni one week. Nikaona wakati walisema huyo mwingine hataishi, na ukweli akakufa. Nikaona huyu mwingine pata ni kama kuna hiyo mpango sasa ilipit mie kuishi maisha ya kuokoka kwa na kwao, mama yake alikuta akasema anataka aoa mchaluo, unaona. Okay, kwa sasa hivyo, sasa hivi itakuwa namna gani? Kwa sababu eh vile nani anazungumza, bwana Luke anazungumza, ni kama yeye eh, ali move on, hako na mke mwingine na anaendelea na maisha yake. Okay, hata kama ame move on, mimi kitu nilikuwa nataka tu ni kama anaweza kuwa anasaidia mtoto, lakini sasa unaona, hata wazazi wake wameniongelesha, wame juice ju, ju, ilikuwa juice. Okay, bi Sylvia, bi Sylvia. yes. Nataka tumalize hii kesi saki. Uh -huh, uh -huh. Saki story nyingine mnyingi. Sasa wewe unaona namna gani ungependa ashughulikie mtoto ya? Uh -huh. Okay, ungependa ashughulikie mtoto. Uh -huh. Ok, bwana Luke. Mm. Yeah. Uko tayari kushughulikia mtoto huyu, mke bwana Gidi. Mm. Alinisukuma kwa children's rights yeye mwenyewe mm. Oo oh, huko kwa children's uh, court tuseme mahakamani. Ali ali ali ali alienda ali huko mwenyewe. Mhm. Uh -huh. Lakini sijui waliongea aje uh, mimi sasa ndio nikaenda kwa sababu uh, I, knew my strength and I knew I was very right. Mm. Uh -huh. I uh, have been supporting this case despite not seeing her both of them in fact. Okay. So, na na mahakama iliamuaje? Mhm. Uh -huh. Wakati tulienda huko mm, ni, niliamua hata nipeleke mtoto wangu asome medical ni, ni, ni, ni mgaranti mm -hmm. Sasa akaambiwa a comply na zenye watu achiria s watu walikuwa nataka taka, huyu mke akaamka, akasema yeye hawezi kitu kama hiyo, tutasaidia na aje sasa kwa mm -hmm. sababu huyu um, mtu kwa hii miaka miwili singemwona, sasa ile kilikuwa na taka mm -hmm. kama ni shule yangu um, Mtoto hmm. shule, shule. Mm -hmm. mtoto shule. Okay, kwa hivyo kwa hivyo Bwana Luke wewe unasema uko tayari kusaidia mtoto eh? tuseme hivyo okay, okay. Nis -a, nis -a, nis -a, nis -a. kwa sababu tushazungumza ya kutosha na muda unaenda sana, mimi ningeomba Bi Sylvia yeah. Eh, mi naona kwamba ni kweli naegemea na, na, na, na, upande wa Luke kidogo eh? licha ya masaibu ambayo mmepitia pale, kwa sababu sasa hivi unajua ni kama ashapata mke mwingine, na pia nasema alikupatia nafasi akakuomba msamaha, lakini inaonekana kwamba wakati huo labda ulikuwa na msimamo tofauti. Mimi mimi nafikiri kwamba nitaacha baada ya hapa, mzungumze kwa simu, muone vile mtasaidia mtoto, na ikiwa labda pia atakubali wewe uwe mke wa pili, hiyo labda mtazungumza baadaye. Mm, lakini kwa sasa anasema yeye alijaribu kadri ya uwezo wake miaka miwili amekubembeleza, lakini wewe ulikuwa na msimamo tofauti mm. Ni sawa hivyo? Kwa hivyo ni waache kwamba mtapigana simu, lakini baada hapo, uh, kusaidia mtoto pia mtakubaliana vile atasaidia mtoto, kwa sababu ana shida kusaidia mtoto, alafu mengine mtuishe baadaye. Itakuwa sawa hivyo? Okay, ni poa, lakini unajua kwao hata wazazi wake walikuwa wameniambia hata wewe mtoto akufe hawataki huyo mtoto na hawanitaki hata akikufa nisikuwahi peleka kwao, na wananiambia hata niende nichimbue hiyo kaburi yenye nilikuwa nimezikwa mtoto mwingine nitoe. Hapana, hayo ni maneno ya watu. Wewe uhusiano wako ni wewe na Bwana Luke. Hao wengine ambao wanazungumza, hao watazungumza tu, lakini kumbuka huyu ndiye alikuwa bwanako ama ndiyo bwanako. Kwa hivyo as long as wewe na Luke mmeweza kuzungumza na mtatue mambo ye, mambo yenu hata nyanyake ama babake ama mamake azungumze haitasaidia. Kwa hivyo ni wewe na bwana Luke, nyinyi ndio mmezaa huyo mtoto ni sawa okay? Mm. Kwa hivyo baada hapa mimi nataka mpigiane simu na msulisha au mwingine ambaye amebaki. Hiyo ni sawa okay? Okay. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia bwana Luke, tafadhali? Okay, mimi upande wangu ndio ni <laughs> Sylvia, ongea na Luke anakusikiza. Mwambie bwana Luke, nini nini nini nini? Tafadhali. Halo. Hello. Hello, ya yeah, mi upande wangu nilikuwa nakupenda, lakini sasa ijapokuwa hiyo shida iliingia kwa maisha, na unajua vizuri mimi nilikuwa pipi yako ya kwanza, kuna mpaka marriage certificate. Nilikuwa nakupenda ndio, lakini sababu tu ya hiyo, na ukakataa kuni tuende tupime ndio tujue jinsi ya kuisha hiyo, ndio ilifanya nikatoka pale, lakini upande wangu mi nakupenda okay. Haya, Bwana Luke, hebu waambia Bi Sylvia maneno ya mwisho tukimaliza patanisha, tafadhali. Hello, unasema nimesema, upande wangu mi nilikuwa nakupenda hata kama tuliachana, ndio lakini kitu kilifanya nitoka hapo ni wakati wewe ulikuwa na shida na ukakataa kwamba tuende hosi wote tu, tufundishwe jinsi ya kuisha ya kuishi. Hiyo ndio ilifanya nikatoka pale. Alafu naomba ya kwamba hiyo yote nimesikia ikiwa inasemwa, tusameane tuishi kwa amani, hata kama utendea na maisha yako ni poa, lakini mi kitu ya kwanza naomba ni msamaha chuni. Mambo mingi nimesikia ya kwamba hata nilikupepea mashini za jamii siji, kwa hiyo na ukiwa umenunua. Nimeipa vitu kwa nyumba ya jamii siji kwa ifanya kwa hiyo naomba tu msamaha kwa hiyo yote. Okay. Haya, Bwana Luke hebu uambie Bi Sylvia maneno ya mwisho tukimaliza tafadhali. Ile kitu naweza na, na mwambia ongea okay, na naye anakusikiza mwambia tu hivi na, hivi na, hivi. Eh, Sylvia hivi yeah. Ni, na hivi na hivi ni juu ya huo huo upendo nilikupembeleza nayo miaka miwili, sikuchukua hatua nyingine wala sikuwahi kuwa na mke mwingine mwenye ningemwita mke wangu, ndio kwa maana niliamua hayo yote lakini, kwa vile sahii nimechukua hatua ni, nataka niishi na huyu na, na, na mtoto ni, ni wetu. Mtoto ningependa ni ni support na, na, wa, na pale children right wa mali tulienda, walituambia nifanye jambo lolote kando, isipokuwa si venye tuile, tulielewana pale. Sasa wewe ucomply, alafu wetu wakae mzuri, okay. Haya basi, nashukuru sana. Baada hapa mzungumze, mpigane simu, mmalize hayo mengine ambayo yamebaki, lakini pia Mmeweza sikia Wanajambo watakuwa nawapatia ushauri eh. Asanteni sana, asanteni sana na Mungu awabariki.